Fresh. E, a, nilikuja kutazama mechi kwa sababu Simba na Yanga ni moja kati ya timu uh, mechi kubwa. Mm. Eh, kuna dabi hizo e, za Dar es Salaam lakini pia kuna dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo kwenye hiki kipindi ambacho niko nyumbani nikasema nije mm. le, n, nitazame mechi na nilikaa upande wa Simba leo mm. e, upande wa jukwaa hili nikiwa na, na washikaji zangu wa wakinamiraji mara moja kutazama mechi. So kifupi sija enjoy. Sija enjoy kwa sababu sija enjoy kwa timu wanayo... Ah, mimi sema mara nyingi sisi Wana? walitufunga kwa sababu tulikuwa tujajipata bado. E. E, yeah. E, kwa mm, ikawa ni ikawa ni mbaya zaidi. Uh, mechi imeisha, pole kwao na wanabidi wajipange kwa sababu huo ndio ugumu wa ligi ulivyo pole sana na mimi. yeah, yeah, pole yangu m kuja ucheki mechi tu, asijainjoya kwa sababu haujachezwa mpira mzuri oh, vipi yaani, yaani mnyama, mechi ilikosa hadhi ya dabi. Ukimpata kesho? tunapiga hata tano of course. nyinyi simliona sisi tukicheza juzi. Hawa mkuona tukicheza juzi. Yeah. Simli tuona tukicheza. Yeah. Kama tukicheza so tu mambo ya jinsi gani, mambo meusi ile mechi, sisi tulikuwa tunaokota ile. Yeah. Sasa quality hilo ungeleta kwenye hii quality ambayo tumeona hapa leo. Nyinyi, nyinyi wenyewe tuzungumzeni. Yaani msizungumze ushabiki. Quality ya Fountain Gate ambayo tulionyesha ile siku tukicheza. Kama tungecheza leo hapa, sisi tungeokota alama tatu. Na idabi, idabi. Yaani ime, ime, ime, ime, no, imekosa hadhi adabi. Yaani hatujashuhudia mpira mzuri. Yaani pande zote Azam wameshinda lakini hawajacheza mpira mzuri. Yaani unajua unakaa mpaka unatamani uchati kwa sababu huoni timu ambayo inakushawishi yani, uone utofauti kati ya Fountain Gate na Simba, Fountain Gate na Azam. Bwana bwana bwana, eh, pole na kila laheri, umekuja uwanjani uja enjoy, ni enjoy kwa sababu sijaona utofauti wa timu kubwa na timu ndogo yeah. yani kwa namna ambavyo timu zote zimecheza sisi tunacheza mpira mzuri zaidi wow. yeah. yani, ya wao yani hao wote wawili yeah. wange... yeah. yani leo tucheze bwana tucheze nao hao. Sisi tunaokota sisi tunaokota wote waungane wachukua kule sita. Kwa namna ambavyo wamecheza leo yeah. kwa namna ambavyo yeah. tunaokota alama tatu na mpira mzuri na watu wange enjoy hapa kwa Mkapa bwana, kila laheri, shukrani sana.